Ndugu raia wa Urusi, wapendwa wetu mashujaa, wageni wa heshima, komredi maaskari wetu na wanamaji, masajent na maofisa wote, makomredi maofisa wote na majenero wote na maadimiro, ninawapongeza kwa kusherehekea miaka themanini ya ushindi wa kizalendo katika vita dhidi ya wanazi. Na leo tumekusanyika pamoja kwa hisia ya huzuni na majonzi, lakini kwa majivuno na shukurani kwa ajili ya kizazi ambacho kiliondolea mbali unazi. Na kwa uaminifu mkubwa sana tumeweza kutunza kumbukumbu ya matukio haya kwa shangwe na kwa tukio kama hili lenye shangwe, vifijo na nderemo, na kama warithi wa ushindi ule, basi tumeichagua hii siku ya tarehe tisa mwezi wa tano kama siku yetu ya mapumziko na kama siku yetu takatifu sana kwa nchi yetu na kwa taifa zima, kwa kila familia na kwa kila mmoja wetu, baba zetu, babu zetu na babu wa babu zetu basi walilipigania na kuliokoa ili taifa letu, na ushindi wao unapelekea na sisi kulinda maskani yetu, kusimama tukiwa tumeungana kwa pamoja, kuhakikisha pia taifa letu linasimama, kusimamia maslahi ya taifa letu na kulinda historia ya maelfu ya miaka kwa taifa letu kulinda asili yetu na thamani pia ya utamaduni wetu, kulinda kila tunachokipenda na kulinda kila kilicho kitakatifu kwetu. Tunakumbuka vyema somo la vita vya pili vya dunia na kamwe hatutaruhusu matukio kama yale yaweze kujitokeza tena. Majukumu yetu ni kulinda heshima ya askari wetu na makamanda wa Red Army lakini pia kuondoa utofauti kati ya wananchi wa Urusi na kuhakikisha historia inabaki vile vile. Sisi sote kama askari wa Urusi, Urusi haijawahi na itasalia kubaki kuwa ni haitingishiki kulingana na mizizi ya wanazi, chuki na ubaguzi, na tutapigana dhidi ya ukatili tutahakikisha tunaharibu mawazo yote hayo ambayo ni mawazo mabaya ya uharibifu. Ukweli na haki viko upande wetu. Taifa zima, jamii na watu wanaunga mkono ushiriki wa special military operations, nasi tunajivuna kwa ujasiri wao na kusimama imara kwao. Ni katika nguvu hiyo na roho hiyo ambapo imetuleta sisi, sio kwenye kitu kingine, bali ushindi tu. Ndugu zangu, mashujaa leo tunaowasherehekea walithubutu kupigana na maadui wasiokuwa na huruma. Mamilioni ya watu waliokuwa wanafanya kazi zao za kawaida kwa amani, ikabidi wachukue silaha kupambana. Walisimama imara mpaka kifo, wakisimama katika vilima wakisimama madarajani na mstari wa mbele vitani, wakiamua kuwa tutapambana mpaka kufa, jambo lililopelekea vita vya pili vya dunia Ku, na kupitia vita ambavyo havikupangwa lakini kwenye uwanja wa mapambano karibu na Moscow, Stalingrad, Kursk na Dnepr, kupitia ujasiri wa Belarus ambao ndo walikuwa watu wa kwanza kupambana na maadui wakawa ni walinzi na wale wote walioweza kulinda ngome zetu uko Mogilev, Odessa, Sevastopol, Mamanski, Tula, Smolenski kupitia ujasiri wao kulinda makazi ya Leningrad. Ujasiri, ujasiri wa wote waliopigana mstari wa mbele vitani huko Patsan, angani na vita vya ardhini na wale waliohusika katika kuhakikisha maadui wanarudi nyuma kwa kuchoma viwanda vyao, na wote pia waliofanya kazi bila kuchoka, huku wakijipeleka wenyewe mstari wa mbele kupigana, wote tunawapongeza. Kwa sababu utawala wa Nazi, mipango yao ilikuwa ni kushinda Umoja wa Kisoviet, wakidhamiria kuvunjavunja umoja wa mataifa yaliyokuwa ya Kisoviet lakini ushujaa wa raia wetu ulikuwa uko juu sana. Mataifa yote kwenye muungano wa nchi za umoja wa kisovieti tulikuwa tunashirikiana kwa pamoja kuubeba mzigo mzito wa vita. Mchango wa Asia ya kati na Transcaucasia ulikuwa ni wa ajabu mno. Kutokea hapa matreni yakawa yanapeleka kila kitu kilichohitajika kwenye vita mstari wa mbele na hapa hospitali zikajengwa, na mamia kwa maelfu ya watu waliotoka huko vitani, basi hapa pakawa ndiyo nyumbani kwao, wakishirikishana makazi, chakula, lakini pia vilevile vile na kutiana moyo. Tunampongeza kila shujaa wa vita hivi vya kizalendo. Tunainamisha chini vichwa vyetu katika kumbukumbu kumbu kwa wote walioyatoa maisha yao kwa ajili ya ushindi. Kumbukumbu kumbu ya vijana wa kiume, wasichana, akina baba, wakina mama, wakina bibi, wakina babu, waume, wake, kaka, dada, ndugu na marafiki. Tunainamisha vichwa vyetu chini kwa ajili ya kuwashukuru mashujaa walioanguka vitani, waliokufa vita vya kishujaa huku wakipigania haki ya Urusi. Wakati wa ukimya ukatangazwa. Ndugu zangu, karibu asilimia themanini ya watu wote ulimwenguni walizama katika mzunguko wa vita vya pili vya dunia. Ushindi kamili wa wanazi wa Ujerumani, majeshi ya Japani na satelaiti zao katika ukanda mbalimbali lilikuwa limekamilishwa na juhudi za muungano wa Umoja wa Mataifa, mataifa yote yaliyokuwa yameungana kwa pamoja na siku zote tutakumbuka kwamba kuanzishwa kwa vita vya pili huko Ulaya baada ya vita vya propaganda kuhusiana na himaya za umoja wa Kisovieti, hilo likaharakisha ushindi. Tunathamini sana mchango wa mahangaiko yetu kwa majeshi ya askari zetu wapiganaji waliopambana, lakini pia na kusimama kwa watu wa China na wote tulipigana kwa ajili ya hatima ya amani. Ndugu zangu, tutaendelea kuweka umakini kuhusiana na mashujaa wetu, kwa upendo wao usiokifani kuhusiana na taifa letu, kwa ujasiri wao wa kulinda taifa lao, thamani ya ubinadamu na haki. Tutapatiana utamaduni huu na urithi mkubwa na fursa muhimu katika mioyo yetu, kuhakikisha zinaenda zinahama mpaka kizazi kingine. Na siku zote tutaegemea katika umoja wetu wa kijeshi, lakini pia na kuleta maswara kwa amani kabisa, ili kufanikisha malengo ya kimkakati, kutatua changamoto kwa ajili ya hatima ya Urusi. Hilo ni jambo kubwa sana na lenye mafanikio makubwa. Utukufu kwa watu washindi. Muwe na sikukuu njema, siku ya ushindi kwa mashujaa wetu. Ura!